Habari mtazamaji wa Raza Molan TV. Asali mbichi na tangawizi ni tiba ya asilia zenye nguvu kubwa sana katika kupambana na magonjwa mbalimbali mbali. Kwa miaka mingi watu wengi wamekuwa wakitumia kwa mafanikio makubwa hasa kwa sababu ya uwezo wake wa kupunguza maumivu, kuimarisha kinga ya mwili na kusaidia kuponya mwili kwa njia ya asili. Mchanganyiko wa asali na tangawizi husaidia kufungua njia za hewa, kupunguza kikohozi na kuondoa makohozi. Unashauriwa kunywa kijiko kimoja asubuhi na kijiko kimoja jioni. Tangawizi ina kemikali asilia zinazopambana na vimelea vya maradhi huku asali ikisaidia kupu kupunguza na kuponya mwili kwa haraka. Kwa wale wanaosumbuliwa na gesi, tumbo kujaa au kutopata choo, mchanganyiko huu husaidia kusawazisha mmeng'enyo na kuondoa sumu tumboni. Kama unasumbuliwa na koo kuuma, tumia mchanganyiko huu kwa njia ya kunywa au kupaka koo. Na pia unashauriwa epuka kutumia kwa watoto chini ya mwaka mmoja. Asante ndugu mtazamaji wa Razam Online TV, usahau kusubscribe kulike, kushare pamoja na komenti aliwaletea makala haya ni Miraza Mustafa Arkanjoui. Ahsante. Bye bye.